Lakini katika jambo jingine ambalo limeingia leo hapa, shughuli hii ni kama kumuaga pia Profesa Kabudi kutoka kwenye wizara ya michezo na kuja kwangu Ikulu. Ni too soon kubadilisha, lakini ni kwa sababu kuendana na siasa za dunia zinavyokwenda, ambazo zina jicho positive kwa Tanzania na nyingine zina zinajicho hasi kwa Tanzania. Pale Ikulu nahitaji akili iliyopevuka yenye maarifa mapana yenye uzoefu mkubwa na mtu ambaye yuko vizuri kwenye kujieleza na kueleza jambo likaeleweka. Nimepiga picha serikalini kwangu kote, kasema Profesa Kabudi atanifaa. Lakini jengine ni kwamba punde hivi nimechagua washauri, nimeteua washauri wa rais, na nimemteua aliyekuwa makamu wa rais, atakuwa ananishauri mambo ya uchumi na miradi, lakini aliyekuwa waziri mkuu atanishauri mambo ya jamii. Sasa vile vichwa viwili vikubwa vinahitaji mtu aliyetulia, mtulivu, anayeweza kudili nao. Au watoto wangu ao wa mara wanaweza kujijibia tu, ikaja kesi lakini profesa anaweza akaenda nao vizuri sana kwa hizo ndizo sababu zonifanya, ni mchukue Dokta Kabudi kwangu Ikulu aje kunisaidia kazi hizo.